Karibu kwenye Mseto Plus, sote kwa pamoja tuangazie taarifa mseto kutoka pembe tofauti za ulimwengu. Hii ni Nukta TV langu jina ni Sau Ezra Ngumbi, mtayarishaji ni Gulda Gustav. Karibu. Mahakama Kuu Masijala Kuu Dodoma imeitupa kesi ya Luhaga Mpina na ACT Wazalendo, ikieleza kuwa kwa mujibu wa sheria na katiba yanchi, ya nchi tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC haipaswi kuingiliwa na chombo chochote kwa jambo ambalo lilifanya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

na kuendelea kujielekeza kwenye mapambano ya demokrasia na haki. Serikali ya Kenya imetangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa na bendera kupeperushwa nusu mlingoti katika maeneo yote ikiwemo balozi zote za Kenya kufuatia kifo cha waziri mkuu mstaafu hayati Raila Odinga. Raila Odinga aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM amefariki dunia leo Jumatano Oktoba 10 alipokuwa akipatiwa matibabu huko nchini India akiwa na umri wa miaka 80. Rais wa Kenya William Ruto Taifa hilo limepoteza mpiganaji shupavu wa demokrasia na kiongozi aliyekuwa na maono makubwa kwa ukuaji wa taifa huku akiwataka Wakenya kuiga mfano mwema wa Raila na kuishi katika maono yake. Kundi la viongozi wakuu serikalini wakiongozwa na waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi pamoja na mawaziri wanaelekea nchini India kwa ajili ya kurejesha nyumbani mwili wa marehemu hayati Raila Odinga. Salamu za rambirambi kutoka kwa viongozi wa mataifa mbalimbali zinaendelea kutolewa ili kumwenzi mwenzi guji huyo wa siasa za Kenya. Kwa upande wake, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha Odinga na kuongeza kuwa Afrika imempoteza kiongozi mahiri na majumui wa Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa tu ndani ya Kenya, bali Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Rais Samia ametuma salamu za pole kwa Rais wa Kenya, mke wa hayati Raila Mama Ida Odinga, watoto, familia, ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wote wa Kenya kwa msiba huo. Marekani imewataka wadau wote nchini Madagascar kutafuta suluhisho la amani linaloheshimu katiba baada ya kikosi maalumu cha jeshi Capsat kutoa madaraka nchini humo. Kikosi hicho kilitangaza kimedhibiti nchi hiyo ya kisiwa cha Bahari ya Hindi baada ya wabunge kupiga kura kumuondoa madarakani Rais Andry Rajoelina. Hatua hiyo inakuja kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kuipinga serikali ya Madagascar iliyochochewa na ghadhabu za wananchi kuhusiana na uhaba wa umeme na maji. Kulingana na ria za Marekani serikali ya Washington inatakiwa ikatishe msaada kwa nchi iliyoshuhudia mapinduzi ya kijeshi, ingawa tayari utawala wa Rais Donald Trump ulisitisha msaada wa Marekani kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa data rasmi, Marekani iliipa Madagascar msaada wa kiasi cha dola za Marekani milioni 32 katika mwaka wa fedha uliokamilika mwezi Septemba, kiwango kikubwa kikitengwa katika sekta ya afya. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Oktoba 15. Asante kwa kuitegea sikio na kuitizama. Tufuatilie kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok, X, zamani Twitter. Kote huko tunafahamika kama Nukta Tanzania, YouTube ni Nukta TV. Langu jina ni Esau Ezra Ng'umbi, tayarishaji ni Goodluck Gustav. Bye bye.